Na ukweli Uislamu, kama kuna watu mia wazinifu na wahalifu wawe tisini watu kumi ndo wasimame katika haki, tunalazimika watu tisini yote kuona kwamba wafai au watu kumi japo kuwa ni wachache, lazima tukubaliane nao. Huo ndio Uislamu. Kwa Uislamu haukuleta yayo mambo ya demokrasia siasa za kimagharibi hizi. Uislamu endane huko, na ndio maana kila siku wanawaambia hivi, kuna watu wajinga wanasema tutafia kafu, tutafia CCM, tutafia Chadema. Ukifia hivi vyama vya siasa, wallahi unakwenda motoni, unakwenda motoni kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani, yoyote anayehukumu kinyume na yale aliyoyatelemsha ya Mwenyezi Mungu, huyo ni fasiki, huyo ni asi, huyo ndio kafiri kabisa. Kwa hiyo mtu hiyo, vyama vyote vina misingi hiyo. Nazungumza dini kwa sababu kuna watu wanafikiri tunapozungumza mambo ya kidunia, sisi ni wajinga sana kwenye dini. Hapana, na nimekuwa nawaambia, mkitaka haki sasa, mkitaka haki, tusimamishe Uislamu ndio haki peke yake. Na Uislamu nakuwaje haki? Haiwezekani. Kiongozi wa Kiislamu wao anatembea na ma-Lexus analala kwenye nyumba nzuri na wasaidizi wake, kama ilivyokuwa wabunge. Mtu anateuliwa leo kwenda bungeni analipwa milioni kumi na nane ndani ya mwaka mmoja, ameshamaliza matatizo yake, yote yamekwisha. Anaendelea kuchukua zile pesa, anapita kwa watu, anaangalia matatizo yao, anawambia tutakusaidieni. Uislamu hauko hivyo, haiwezekani kiongozi wewe uwe na matrilioni ya pesa wallahi, Uislamu hauko hivyo kwa kwahiyo, huku hakuna haki, haki iko kwenye Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwao. Yoyote anayetaka haki arudi kwenye dini, na ndio maana wazungu wakaichunguza hii dini inasimamia haki na ukweli, wakaja wakai neutralize, wakainua mazoeo yakawa juu ya dini, na dunia ikakubali hivyo kwa hiyo uislamu pekee yake ukitaka haki na, na ndio dini atakiwa uipiganie na mungu amesema ndani ya qurani sura toba sura ya tisa aya ya mia moja kumi na moja allah akasema mwenyezi mungu amenunua kwa waislamu nafsi zao na mali zao watoo wakipigania dini ya mungu na mungu akawalipe pepo angalia malipo ya mungu sio dunia ubunge uraisi wa kidunia wa wa kurugenzi wakuu wa mikoa wa, wa, wote hawa wanalipwa duniani, kwa Mungu hawana malipo. Ili wapate malipo kwa Mungu ni lazima watende anayotaka Mungu na Mtume.